Mpango wa uanzishwaji wa eneo maalum kwa ajili ya kilimo utalii kule mkoani Arusha umeelezwa kuwashawishi vijana wengi kujiingiza kwenye kilimo kama ajira rasmi ya kuendesha maisha yao. Tupate taarifa kamili. Katika eneo la mkono kata ya Engutoto, takriban kilomita 16 kutoka katikati ya jiji la Arusha, zimetengwa hekari ishirini za ardhi zitakazotumika kama shamba darasa, walengwa zaidi wakiwa ni vijana na watu wengine wenye nia ya kuendesha maisha yao kupitia kilimo na ufugaji. Mbunifu wa mpango huo uliotambulishwa kama kilimo utalii ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Nelson Mandela na muasisi wa taasisi ya Gongali Model Professor Askwali Hilonga. tunaunganisha kilimo na utalii, nimeona kuna fursa katika hili na lakini upande mwingine nikaangalia jinsi vijana wanavyohangaika kutafuta ajira, na ukimweleza tu theoretically kwamba bwana kilimo kitakutoa na nini, mi mwenyewe sijawahi kulima, sasa nitatoa mfano gani? Kwa hiyo nimeona kwamba nikapeleke mfano halisi wa kitu ambacho nina uwezo wa kum... kuk... kukionyesha kwa vitendo kwamba kweli ndivyo kilivyo, kwa kutakuwa na maeneo vitengo tofauti tofauti kuna kitengo kwa mfano hicho cha greenhouse, kuna sehemu ya beekeeping. Kuna mambo ya ufugaji wa ng'ombe na mengineo. Mafunzo ya siku 80 ya kwanza utekelezaji wa mradi huo yamefunguliwa na meya wa jiji la Arusha Maximilian Iranqhe, ambaye amewakumbusha walengwa na vijana kwa ujumla umuhimu wa uvumilivu na dira ya kuyafikia malengo yao. Mimi hapa mnayeniona, kazi yangu ya kwanza hapa Arusha nikiwa na miaka 21, ilikuwa ni kubeba mkaa. Nimepambana na maisha yangu wewe, mpaka nimefika hapa hapa. Nyinyi mnamwona meya, si ndio? E, lakini huyu meya hakuwa hivi, alianza mahali fulani. Lazima ujue wewe ni nani na papasi yako hapa duniani ni nini, lakini mwisho wa siku You will travel your own journey to your own destination. Mkulima wa kilimo cha kitalu nyumba maarufu kama greenhouse mzee Abel Clay amewataka vijana kuachana na habari ya kufikiria kilimo kinachohitaji ardhi kubwa, akitoa mfano anavyopata zaidi ya shilingi milioni sitini kwa mwaka katika eneo dogo. Kilimo cha greenhouse kinahitaji kamtaji kidogo wakati wa kuanza, lakini ukishaanza ni kilimo chenye uhakika Greenhouse zangu zote ukijumlisha ni nusu eka ya shamba, lakini maisha yangu yanaenda vizuri bila tatizo kwa kutegemea nusu eka ya eneo la shamba. Mtu yeyote ambaye umeshafunguka una jukumu la kumsaidia yule kijana, inabidi tu tuwasaidie ili tuweze kuwanyanyua tuwafikishe kwenye lada ya juu kidogo, afu aone aseme, ah, kumbe hiki ndicho kitu ambacho nilikuwa sifanyeje sikiona. Aidha, mradi huo utatumika kama darasa la mbinu za uzalishaji zinazokwenda sambamba na utunzaji wa mazingira. Angelo Moleka, Star TV. Mwisho habari za biashara na uchumi, punde ni habari za kimataifa.